Idadi ya wabunge wote kikatiba ni mia tatu tisini na tatu. Idadi ya wabunge waliopo mpaka sasa ni mia tatu tisini na mbili na idadi ya nafasi wazi moja. Idadi ya wabunge waliokuwepo bungeni ukiondoa Spika ni mia tatu sabini na nane idadi ya wabunge ambao hawakuwepo bungeni ni kumi na tatu. Sasa matokeo ya kura ni kama ifuatavyo: kura za hapana hakuna, kwa maana ya sifuri. Kura za ndio 373 sana. Kura ya hakuamua wale waliosikika wakisema abstain ni tano. Sasa natangaza rasmi kwamba bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 373 sawa na asilimia 98.7. Asanteni sana, asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya, baada ya zoezi hili kukamilika sasa tunaweza kwenda hatua inayofuata. Katibu, miswada ya sheria ya serikali. Mswada wa sheria kwa ajili ya kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 56 bilioni 490 milioni mia mbili hamsini na sita na mia mbili kumi na mbili elfu kwa matumizi ya serikali kutoka katika mfuko mkuu wa hazina kwa